Askofu wa Jimbo Katoliki la Mpanda na makamu wa rais wa Baraza la Maskofu Tanzania. Mhashamu Yuda Thadei Ruwa'ichi, askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Mhashamu Lazaro Msimbe, askofu wa Jimbo Katoliki la Morogoro. Mhashamu Stefano Musomba, Askofu wa Jimbo Katoliki la Bagamoyo, yeah. Washamu maaskofu wakuu, washamu maaskofu, mapadre, walikwa wakuu wa mashirika ya kitawa na watawa wengine, mashemasi na waseminari, washemiwa

Katika tukio hili la furaha la kumshukuru Mungu kwa kusimikwa Mashamu Stefano Musomba aliyekuwa askofu msaidisi wa jimbo kuu la Dar es Salaam kuwa askofu wa kwanza wa jimbo hili jipya la Bagamoyo.

na kuwako Mashamu Askofu, na ninakutakia mafanikio katika kuanzisha utume huu. Hongera sana. Kama kunavyofahamu Bagamoyo inajulikana kuwa mahali kihistoria si tu kwa Tanzania na Afrika Mashariki, bali pia kwa Kanisa Katoliki, kwa kuwa ni ushuhuda hai wa mwingiliano wa imani za kidini na maendeleo ya kijamii, unaotoa taswira adimu ya historia ya eneo hili na jukumu lililofanywa hapa na wa kwanza. Ni mahali ambapo mapadri wa Roho Mtakatifu walipajangua mwaka elfu moja mia nane na sitini na nane kama kituo cha kwanza cha wamisionari katika pwani ya Afrika Mashariki mahali, mahali hapa ndipo Ukristo ulianzishwa, kuimarishwa, kuendelezwa na kupanuliwa. Ni mahali ambapo watumwa kutoka sehemu mbalimbali walipewa mapumziko baada ya safari ndefu. Ni mahali ambapo wengi wao wao walikuwa wakiacha nyuma matumaini yao, mioyo yao bwaga moyo, kwani walipouzwa kusafirishwa kwa meli na kwa bahati nzuri, wengine walinunuliwa na wamisionari ili kukombolewa na kupewa tumaini jipya la uhuru. Kwa hiyo kwa umuhimu wa mahali hapa

Nina furaha sasa kushuhudia pamoja na nyote mamlaka ya samani kuwa jimbo kamili katika mwaka huu wa jubilei ambao una tualika sote kuwa mahujaji wa matumaini. Pongezi kwenu. Napenda kumshukuru Askofu Mkuu Yuda Tadei Ruwa'ichi, askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, pamoja na Mhashamu Lazaru Msimbe, askofu wa Jimbo la Morogoro, sio tu kwa kukubali kuendeleza mchakato wa uundwaji wa Jimbo hili, bali pia kwa kutoa sehemu za mamlaka yao ya kiaskofu kwa ajili ya kundwa kwa mamlaka hii mpya ya kiaskofu. Jimbo hili litaendeleza utume wa Kristo aliyekuja kutukomboa kutoka katika utumwa wa dhami. una unaweza kudirika katika duluma ya kijami, chuki, ukosefu wa esima ya utu wa binadamu na kwa njia nyingine nyingi zinazojulikana kwetu sote, tukiwa mahujaji wa matumaini hasa hapa Bagamoyo, mahali maarufu sana pa hija, tudumishe moyo wa wamisionari waliokuwa wakitoa uhuru kwa wengine na bado wanatupa nguvu na motisha inayotokana na imani yetu kujikomboa kutoka katika aina yoyote mpya ya utumwa. Mashamu Stefano Musomba, kuweka mzingi wa jimbo jipya sio kazi rahisi. Kuna hitajika upyaisho, ubunifu, mipangilio, mipango ya kimkakati. Hayati Baba Mtakatifu aliona ndani yako weso hu na amekukabidhi Kaccia mchakato huu muhimu takatifu. Augustino katika kitabu cha kwanza cha maungamo yake alipokuwa akiomba na kutafakari fa, kuta barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi sura ya kumi na nne alisema hivi: lakini watu wawezaje kumuomba mtu ambaye bado awa ja muamini na wata njie bila ya mubiri? Huku ukifanya kazi yako ya kufundisha kongosa na kutakatifusa, basi utiwe mojo na mtakatifu Augustino katika kuwatayarisha watu kumnya na kupendwa Mungu. Bila shaka kwa kufanya hivyo, utafanikiwa kutekeleza miundo ya jimbo jipya, jimbo jipya inavyotakiwa na kanisa asa, kuangalia kwa miongozo ya ndugu zako maaskofu na kutokana na mang'amuzi ya majimbo mengine. Kwa hakika utaanza na kukusa imani ya Kikatoliki kwa watu wako, kama hatua muhimu, pamoja na kujenga miundo msingi iliyotajwa na kutekeleza mipango ya kimkakati kwa siku zijazo za jimbo hili jipya. Usiogope, Tafadali kumbuka kwamba Bwana azipoijenga nyumba waijengao wana jusumbua bure. Mkabidhi <laughs> Mungu kazi hii ya kuunda miundo ya kimwili na kiroho ya jimbo hili kwa njia ya maombesi ya Maria Mtakatifu, mama wa Mungu kama ilivyo katika sherehe nyingine za furaha na adimu nilizoshiriki, ninafurahi kutambua dhamira ya serikali ya Tanzania kwa mshikamano na ushirikiano na kanisa Katoliki. Ninatambua ushiriki mwingi wa baadhi ya wawakilishi wa serikali pia katika tukio hili kuanzia na Mheshimiwa Philip Isidor Mpango, makamu wa rais na mgeni rasmi, ambaye anaonyesha ushirikiano huu endelevu kati ya kanisa na serikali kwa ajili ya wema na ustawi wa watu. Watu wapendwa katika Kristo, kanisa si bado linaomboleza kifo cha Papa Francisko. Watu wengi wamezungumza na kuandika mengi kutumaini uongozi wake katika kanisa. Hayati Baba Mtakatifu Francisco alikuwa na heshima kubwa kwa kanisa Katoliki la Tanzania. Alijibu ali mara maramoja mahitaji yetu ya kichungaji na ya kiutawala bila kukawia. Hili linajidirisha wazi katika uundwaji wa jimbo hili jipya. Tuendelee kumwombea ili Bwana ampokee katika ufalme wake. Roho yake ipumzike kwa amani. Amina. Napenda kuwatia moyo mapadri, watawa na waamini kushirikiana na askofu wenu katika kuweka misingi mara ya jimbo hili jipya. Juhudi hii si nzito to ziraisishwa na utajari wenu na uhari wenu wa kufanya kazi pamoja kama timu chini ya ja uongozi mahiri wa askofu Musomba ambaye kwa mara nyingine tena tunamtakia huduma yenye baraka katika eneo hili zuri.